<laughs> Eh, bwana dakika 90 zimetamatika, mimi niko na Dr. Moho hapa. Njoo tupige story mbele tatu, naye pia atuambie kile ambacho amekiona ndani ya dakika 90. Uko poa kabisa kaka? Uh, niko poa niko good, niko vizuri tunashukuru uh. Leo tumepata ushindi dhidi mm, uh, ya timu ngumu uh, na Mungu tactically mm, alivyokuja Mgunda alikuja kweli kucheza na timu kubwa barani Afrika y Afrika maana yake Simba Sports Club ukiangalia walivyocheza, uh, Mungu walikuwa na nidhamu ya hali ya juu sana, kwa sababu they know Simba Sports Club ni timu gani. Kwa hiyo ilikuwa ni shida sana kuwafungua, kwa sababu walikuwa wengi wacheza nyuma ya mpira zaidi ya watu nane mpaka tisa. Kama uliangalia mechi kipindi cha kwanza, ikawa ngumu sana, ikalazimika Mwalimu Selemani Matola amwambia Abraham Morris na Joshua Budo Mutale wachezee mpira mara nyingi, ili wawe kama tunasema catalyst. Yes, catalyst Is a substance which accelerate or decelerate the, the rate of chemical reaction to occur. Kwa hiyo ni kama kichocheo fulani ambacho kilikuwa kina accelerate the, the, the, the rate of chemical reaction to occur. So Abraham Morris and Joshua Mutali, one of them katika watu ambao nazungumzia makatalist katika mchezo wa leo. Mchezo leo walikuwa wanarahisisha mchezo wa mbele na gani ya kuchezea mpira mbele unaendelea zuri na, wow yes ilikuwa ni rahisi na nikawa ni kuentertain. Leo kumtizama budo mutare akicheza ndani ya pichi, mimi kibinafsi alikuwa ameshika mpira wao, si tamani yauachie mpira kwa sababu he was entertain us. Yani alikuwa tu entertain, utafikiri tupo kwenye banda, tupo kwenye move pale sinema pale. Man City tunaenjoy move. kumbe sio move ni Joshua, Joshua Mutare anacheza yule budo ambao sikana mtakasisi wa kule Zambia. Ndio huyu na mola wewe. Anagusa one touch, two touch. Eh, two against one, three against one, anapenetrate, anapitisha mpira. Wow, fantastic. Wachezaji wazuri wanafungua defense. Tunapata goli kupitia kupitia Joshua Mtaa anapiga cross. Eh, Shamuka na bora anafunga kwa kitu. Ndio mambo ambayo sisi kwa tunataka hayo timu icheze mpira mwingi i possess, ball possession 57 kwa 33 first half lakini second half ilikuwa ni 78 kwa 22. Kwa hiyo maana yake tume, tumecheza vizuri leo na ndio timu ambayo tulikuwa tunaitaka sisi. Kwa namna ambavyo mmeshuhudia mchezo wa leo pengine unawapa viashiria vya ashiria, vya namna gani haswa kuelekea kwenye ligi kuu Tanzania Bara, magoli sita, clean sheet kila mchezo, lakini pia vilevile vile. Kwa sasa wakati tunaelekea break, mmesimama on the top Simba, ya ligi kuu. Simba ndio bingwa msimu huu Klipu ifazi uh -huh. na uh -huh. kama sio bingwa unadai uh -huh. milioni moja. uh -huh. kama Simba sio bingwa, Hii klipu ifazi takupa milioni moja. Simba ndio bingwa msimu huu tayari. Wenzetu wameshapoteza uh -huh. alama mbili, si tupo kilele letu, alama sita, bao sita, hamjakutana naye bado. Nani? atapigwa kama ngoma msimu huu, mtamhurumia sana subhana wa. Kwa hile umuona, mgoma, kwa siti, msako, msake. Msako gani timu ina mashuti kumi na tano of target ina zero on target. Msako gani? Msako upi huo msako? Timu ina mashuti kumi na tano total number of shots kumi na tano, lakini ya shot on target sifuri jana. Walikuwa wanapaswa kufungwa. Mbili kawa nyuma arhimbili kawanyuma eh, na waombea City eh, na nakuambia, Simba ndio bingwa Simba. Selemani Mwalimu umeiona eh? Anagusa tati tatu, anascore goli. Uongo uongo. uh -huh, amecheza dakika 2 no, na, na sekunde thelathini na saba. uh -huh. Is the record uh -huh, dakika 2 sekunde thelathini na saba na amegusa, tunasema ni mwamba anagusa mpira anamwangalia, eh, senta baki amekujaje? Anamwambia njoo huku, kaa upande wa kushoto, anamwangalia golikipa, anachagua, anachagua engo kupeleka mpira wa boge moja la kamba. Huyo ndio Selemani Mwalimu. Yani saizi, bechi ya Simba limesheheni kilitoka chuma kinaingia chuma, umeendelea tofauti na zamani. Akiingia mtu tayari umemaliza, sahizi ndani yuko stv desem kwa bechi ameshikilia viatu. Selemani Mwalimu, Gomezi mshambuliaji bora ambaye hajawahi kutokea hapa Tanzania. Nani kama Gomez? Nani yupi mchezaji bora zaidi ya Gomez Tanzania? Hayupo. Yeye amekaa benchi, ukimtoa Steven Dese Bukwara unamwingiza Jonathan Soa. Huyo ndo Selemani Mwalimu, ambaye sisi tuliwaambia mwaka huu tuna safu bora sana ya ushambuliaji. Hakuna washambuliaji bora katika taifa hili zaidi ya klabu ya Simba. Nitaje nani? na namfikia Selemani Mwalimu kwa vilabu vyote, mpaka hao ndogo wa kijani mzizi wanamweka ah. Kwa kipi? Selemani Mwalimu amecheza kombe la dunia. Kisa majeruhi. Amewarambisha mabeki wa Juventus nyasi, hamkuona? Tazama hatari wewe, hizi recording Tanzania wakwanza kucheza World Cup ya vilabu uh. Juventus timu kubwa, watu wanapiga chenga poko haramba nyasi enyewe huyo ndo Selemani Mwalimu mtaa kudagaa watu, huyo ndi Selemani Mwalimu, mchezaji bora kuliko wachezaji wote mm, hapa Tanzania hayupo kama yeye yeah, yeah. Dokta, ni goli moja, huyu mchezaji ni wa viwango vikubwa. Selemani Mwalimu anaweza kucheza pale Manchester pale United na kapata nafasi, huyo ndo kweli Selemani Mwalimu. Manchester United anapata nafasi, nakuambia sasa kulicabwao Selemani Mwalimu ni mchezaji bora ambao Simba tumln kwa nguvu zote Messi. Na tarelwambia ukienda ataa Barcelona mfarume wao ambaowamemjengea sanam ni Messi, Romodo, Messi. Ni Ronaldinho Gaucho ndio alimkabidhi jezi namba kumi. Huyo ndio modo wake. Na modo wa Joshua Budo Mutale ni Lao Messi. Lao the Messi is here. Memoa Messi anagusa, anachia, anagusa, anachia, ana penetrate kuna maeneo magumu. Kuna defense ambayo huwezi kupita, yeye anapita. Na tumii leo ndio kwa deserve kuwa man of the match. Wa leo ni kimbio, accuracy. Unajua ball possession kuumiliki mpira

anaweza kamtengeneza Abraham Morris kuwa namba kumi, kuwa namba akawa playmaker, atakuwa ndio mchezaji namba kumi bora hatari zaidi katika ukanda huu wa Sekafa kuliko wachezaji wote ambao nimewahi kuwashuhudia. Kwa ndombo wao kwa ndombo wangu, wenye namba kumi hapo kuna Pacome pedo. Pacome ataingia mara kumi au mara 30 kwa bwana mdogo, bwana mdogo na worklet, bwana mdogo na speed fitness level, anajituma consistency, yani technical ability, angalia turning point yake, angalia first touch yake. Huyo ni Abraham Morris, what a player. To tumii ni mchezaji ambaye nampenda na namwimba kila siku, yaani yaani ni mchezaji ambaye ukimwangalia utamani atoe mpira pasi, yaani mda wote utamani mpira ukae mguuni kwake.